Si kweli kwamba mwanaume anatakiwa awe na nguvu za kiume au uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kila siku. Uwezo na hamu ya kufanya mapenzi hutofautiana sana kati ya mwanaume na mwanaume na pia kwa mwanaume yeye mwenyewe kulingana na mambo mengi. Haya hapa ni baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia. Mambo yanayoathiri uwezo wa mwanaume kufanya tendo la ndoa: Moja, umri mstari wa. Kadiri umri unavyoongezeka, hamu na uwezo wa kufanya ngono kwa kawaida hupungua. Hii ni kutokana na mabadiliko ya homoni kama testosteroni na mzunguko wa damu. Hata hivyo, wanaume wengi maisha ya ngono yenye kuridhisha hata wakiwa na umri mkubwa. Mbili, afya ya jumla, ustari wa afya njema ya kimwili na kiakili ni muhimu sana. Magonjwa sugu kama vile kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo na unene kupita kiasi yanaweza kuathiri nguvu za kiume. Tatu, viwango vya homoni kiwango cha homoni ya testosteroni kina jukumu kubwa katika hamu ya ngono na uwezo wa kusimamisha uume. Viwango vya chini vya testosteroni vinaweza kusababisha kupungua kwa hamu na matatizo ya nguvu za kiume. Nne, msongo wa mawazo stresi na afya ya akili. Stresi, wasiwasi, unyogovu na uchovu kupita kiasi vinaweza kuathiri sana hamu ya ngono na uwezo wa mwanaume kushiriki tendo la ndoa. Akili iliyotulia na yenye afya ni muhimu kwa utendaji mzuri. Tano, mtindo wa maisha, lishe msare yo lishe isiyo na usawa inaweza kuathiri afya ya jumla na hivyo nguvu za kiume. Mazoezi, msare yo mazoezi ya kawaida huboresha mzunguko wa damu na afya ya moyo, ambayo yote ni muhimu kwa nguvu za kiume. Pombe na dawa za kulevya, matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya kama vile kokeni, bangi, yanaweza kuharibu moja kwa moja seli za uzazi na kuathiri homoni. uvutaji sigara uvutaji sigara unaweza kuharibu mishipa ya damu na kupunguza mtiririko wa damu kwenye uume na kusababisha matatizo ya kusimamisha uume. Sita. mzunguko wa tendo la ndoa. Hakuna idadi maalum ya mara ngapi mwanaume anapaswa kufanya tendo la ndoa. Kila mtu ana mzunguko wake binafsi. Wengine wanaweza kuhisi hamu ya kufanya mapenzi kila siku, wengine mara chache kwa wiki, na wengine hata mara chache kwa mwezi. Kinachofaa ni kile kinachoridhisha pande zote mbili katika uhusiano. Baada ya tendo moja la ndoa kuna kipindi cha resolution, ambapo mzunguko wa damu kwenye via vya uzazi hupungua na hamu ya kufanya mapenzi hupungua kwa muda. Hitimisho: kwa kifupi si kweli kwamba mwanaume anatakiwa awe na nguvu za kiume kila siku. Shinikizo la kuwa na uwezo wa kufanya ngono mara kwa mara linaweza kusababisha msongo wa mawazo na kuathiri vibaya maisha ya ngono. Muhimu ni kuwa na afya njema kwa ujumla, aona, mtindo mzuri wa maisha aona, na mawasiliano wazi na mwenza wako kuhusu mahitaji na matarajio yenu. Ikiwa mwanaume ana wasiwasi kuhusu uwezo wake wa ngono au anapata matatizo ya kusimamisha uume, erectile dysfunction ED, ni muhimu kutafuta ushauri wa daktari. ED inaweza kuwa dalili ya matatizo mengine makubwa zaidi ya kiafya yanayohitaji matibabu.